Lakini kwa vita mliyopigana uwanjani leo, mmeilinda heshima ya Tanzania. Nipata nafasi ya kuongea na raisi wa CAF nikiwa na kaka yangu rais wetu wa TFF, amekiri kwamba Tanzania is going and we have the best team. Nikaa na raisi wa shirikisho la Nigeria na waziri wao wa michezo anasema hiki tunachokiona uwanjani hatukitarajii, hatukuwa tumewaza wala hatukutarajia kwamba tutakutana na upinzani mkubwa kama ambavyo wameupata leo kwenye uwanja wetu hapa fesi. Wala nataka kuambia maneno matatu tu, ndugu zangu, tuendelee kuwaonyesha maajabu siku ya tarehe ishirini na saba ni siku ya Uganda na Tanzania, kama ugumu waliopata wa Nigeria leo, basi sisi zamu yetu asira zetu tuzihamishie wapi? Kwa watu wa Uganda. Asiwepo hata mmoja katikati yetu, asiwepata mmoja kwenye nchi ya Tanzania atakaosema kwamba Taifa Stars hii sio bora. Naomba rudie tena, asiwepo hata mtu mmoja huko Tanzania wa kutamka kwamba Taifa Stars sio nini Taifa Stars hii ni bora kuliko Taifa Stars yoyote ishawai kutokea Tanzania. Sasa niwaambieni jambo moja kubwa, thamani yako mchezaji unayo wewe mwenyewe, haiko kwenye vitu unayo wewe mwenyewe. Ninawaombeni sana hizi mechi mbili zilizobaki tutoke kwenye hatua tulikuwa nayo 2023. Tupande daraja. Si ndiyo, jamani? Jamani, si ndiyo? Si ndio, jamani, si ndio? Ndio. Si ndio, jamani? Ndio. Na wale ambao mnahisi kwamba labda mpira mnastaafu sasa ndio wakati wa kustaafu wa kwa heshima. Kwa wale ambao unasema sasa hivi ndio wakati wa kutengeneza ndoto ndio wakati wa kutengeneza ndoto kwa nini? Kwa heshima. Haya mambo mengine yote atatufuata. Tuwafungeni Waganda tarehe 27. Tumalizane na Watunisi tarehe 30. Alafu tuingie kwenye group. Tutoke kwenye group stage, si ndio? Ndio. Tuende kwenye hatua nyingine ya pili <coughs> ya mtoano mimi nawahakikisheni hakuna tutakachokiomba tutakukosa.